Mheshimiwa Balozi Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambue uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda na Mheshimiwa Kasim Majaliwa, niliwaona wapo katikati hapa. Eh, asante sana, asante sana. Uh, viongozi makamo uh, mwenyekiti uh, wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Steven Wasira na katibu mkuu -chama wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Musa Zanzungu, spika wa Bunge na viongozi wote waliotoka kwenye muhimili wa Bunge, Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu na wote waliotoka kwenye muhimili huu wa mahakama Balozi Dr. Moses Kusiluka katibu mkuu kiongozi, ambaye pia ni mkuu wa utumishi na katibu wa baraza la mawaziri, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yetu Rosemary Senyamule viongozi mbalimbali mbali wa serikali mlioko hapa, viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wana familia wa viongozi walioapishwa leo, ndugu wa zangu, wana habari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana kazi na utu. Ndugu zangu, kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia leo kuweza tu kuweko hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga tunamshukuru sana Mungu. Lakini la pili, kabla sijaendelea, nishukuru sana sana sana wale wote waliofanya kazi nasi katika muhula wa kwanza wa awamu ya sita. Mawaziri wote waliofanya kazi nasi tunawashukuru sana. Maendeleo tunayojidai nayo leo hapa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 Jengine changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache, kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii muhula wa kwanza wa awamu hii, tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza kubwa zaidi awamu ya pili, uh, muhula wa pili wa awamu ya sita. Tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao, hatutakaa kusubiri. Tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimnyukue usi, usi lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya ku, ku, kupata approval kwa miezi mitatu minne, tunachukua mwaka mzima, tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka miwili tunamaliza kipindi chetu, hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza no objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi, nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi, na katika hizo mia moja kwa wale wote mliowapa hapa ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale, wamejitayarisha. Kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku mia moja hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Ndugu zangu. Nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa nne, mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa nne tutakuwa na kikao kazi, tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo, nikuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo, wasichukue siku nyingi uwawahi na ile retreat, retreat ya mawaziri na manaibu wako, waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu na haya niliyoyasema, yasema hali ya resources ndani ya nchi kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili tuende tunakotaka. Sitaki tunaendelea Mchakato uko mbioni tunaji. Aa, nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa, bado hapa, bado hapana, matokeo kwa wananchi kwa muda utakaokubaliana. Kwa hiyo kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole, kuwapa pole kwa, kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu, lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge mia tatu na tisini na ngapi? mia tatu na tisini na nne sijui na tisini na tatu, lakini, eh? haya namba yoyote, lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka, si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge, hapana. Vigezo vilikuwa vingi, vilikuwa vingi sana kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona, mko mchanganyiko hapa ndani, mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za za kisiasa, mko mchanganyiko humo ndani, kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, tutasema mengi kesho tukikutana kwenye retreat. Leo itoshe kusema hongereni sana, lakini mna kazi kubwa mbele yenu. Basi asanteni sana kwa kunisikiliza, asante sana. Tunakushukuru. Naomba tusimame kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Tanzania oye! Haya, asante sana, tunashukuru Tukae, Mheshimiwa Rais, naomba uridhie kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Tukio hili ni kubwa na picha za kumbukumbu kumbu, tutapiga hapo nyuma. Ya hema hili kuna sehemu ambayo imeandaliwa, viongozi ambao watakaa katika viti pale mbele Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Jaji Mkuu wa Tanzania, Katibu Mkuu Kiongozi, e, Jaji Mwangesi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Mheshimiwa Waziri Lukuvi, wao watakaa mbele katika viti. Na kama hivyo ndivyo, na kundi la kwanza litakalopiga picha tutaanza na waheshimiwa mawaziri. Baada ya mawaziri takuwa bado mmesimama manaibu wataungana na nyinyi. Tukimaliza hiyo picha, tutaelekeza kwenda katika eneo linalostahili kwa heshima na taadhima. Naomba sasa tuwasindikize viongozi ili e, waende katika eneo maalum lililoandaliwa kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Asante kumbu. sana Mheshimiwa Rais. Brass band